Kai sinza. Haka wazungumze ukweli mtasema wazungumze ukweli. Nah, <laughs> lakini wazungumze ukweli. Zailisa kai sinza. Ah, Hmm. Ah, <laughs> Zailisa kweli hayupo kwa Manara uh -huh. Wameachana uh -huh. Lakini Zailisa hakai sinza. Kuna stori moja niliambiwa uh, mrembo wetu Zailisa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa mm -hmm. Kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani uh -huh. kaka Haji, yeye ndo akaja kama mwamuzi uh -huh. na kaka Haji alivyokuja, akaamua akiwa upande wa dada wa kazi uh -huh. kwa hiyo, ugomvi ukazidi kufuka moshi uh -huh. na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili uh -huh. pande za watoto wa Manara uh -huh. na mfanyakazi na baba yao uh -huh. na yeye Zaiylisa kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo kiukweli, ni huzuni bilioni moja. Wale kwa kusema ni uongo, Zaiylisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima, na jana Zaiylisa mwenyewe amekiri mm. kwamba alitoka kwa wiki nzima. Ah, hii inaonyesha wazi kwamba aina ya kazi yetu pia ina ugumu wake. Ndio mm -hmm. unaendelea kuvaa nguo za bure. Yaani unazungumzia bure. Vipi kuhusiana na yale madini mliokuwa mnasaini mikataba? Ina maana yeye alikuwa hapati hela. Manara. Na siku ya jana, bwana, tumeona mtafaruku mzima ambao unatokea huko mjini Instagram. Huyu anamtupia huyu maneno, huyu anamtupia huyu maneno. Sintofahamu ikawa kubwa. Mwisho wa siku talaka ikatoka. Kwa kwa, kwa mujibu wa watu wengine wanasema tatu, wengine wanasema moja lakini mpaka sasa hivi hatujajua ni tatu moja ama ni moja sifuri. Hatujajua lipi ni lipi na lipi ni lipi. Tuko na uh, Maimatha wa Jesse. Tukumbuke tu yeye ndio mtu wa kwanza ambaye alipata nafasi ya kutugeia zile za ndani kabisa, uh, zilizokuwepo kati ya uh, Haji Manara na aliyekuwa mkewe Zairisa. Uh, kulikuwa kuna sintofahamu, mtafaruku mkubwa, mwisho wa siku Zai akaondoka, akarudi baada ya ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni baada ya Ramadhani ya kwanza ile, kama sikosei ndo, uh, alirudi e, chungu cha siku moja kabla ya chungu cha kwanza ndio alirudi yeah. Ah, lakini ukizungumza uki, uki, uki maana kamili ya yeah. Ndoa ndoa ina milima na mabonde ndoa. yeah. Kuna kupatana na kuna wakati mtapishana. yeah. Ni jambo la kawaida yeah. Ni la kuzungumzwa sana, kwa sababu wakati wanachumbiana walituambia yeah. wehe, wakaoana ikawa hadhara, wakatuambia yeah na wanapotokea wakapatwa kashkash kwenye ndoa yao mm. Sisi kama wanahabari tunapaswa pia kuwaambia wananchi mm. nini kinaendelea hasa ukiangalia ukubwa wa mm. kaka Haji mm. Eh, pia Manara tayari nani Zailisa tayari, kashakuwa alikuwa Mrs Manara kwa hiyo mm. hapana shaka sisi kumzungumzia na kinachozungumzwa ni kweli, hawa watu wameachana mm. na ninavyojua mimi Zailisa tayari usiku wa kuamkia leo ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake tatu. Tatu, tatu. Mengi yanazungumzwa e, mengi yanazungumzwa, kila upande unatoa shutuma, lakini ukiangalia aina ah, ya shutuma zinazo eh, wanazoshutumiana wanazo wao, unajua kabisa ni shutuma ambazo zinaweza zikasawazishika kwa sababu ukisema Eh, kwa upande wa wa, wa, wa ndugu wa Manara wanasema Zaiylisa hajui kupika. Jamani, kuna vyuo vinafundisha mapishi mm. Haya basi, ana roho mbaya, vikao vingeendelea kukaa vya kifamilia mm. Mm. Manara, inasemekana kaka yangu anapita na marafiki zake, anapita na ndugu zake Zaiylisa mm. Lakini pia walikuwa wana nafasi, na kwa kwa hapa tulipofikia inaonyesha wazi kwamba ndoa hii ilikuwa na gogoro tangu kitambo, na sisi wanahabari ni moja kati ya watu ambao tuliwahi kuripoti. mm. na hii inaonyesha wazi kwamba hawa wawili mm. yani pinga pingua, lazima wangefika kwenye hali kama hii, kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili waliokuwa wanaishi kwenye zizi moja, mm. ya kupigana E, ku- ku- kuambiana maneno makali makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao, e, na ukitaka kuamini angalia kilichotokea jana usiku. Kuna stori moja niliambiwa, uh, mrembo wetu Zaiylisa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa mm -hmm. Kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani. Ni kaka Haji yeye ndo akaja kama mwamuzi mm. Na kaka Haji alipokuja akaamua akiwa upande wa dada wa kazi mm. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi mm. Na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili mm. Pande za watoto wa Manara mm. Na mfanya kazi na baba yao mm. Na yeye Zaiylisa. Kwa hiyo ukiangalia, aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni sisi hakuna furaha kabisa. Wawili wanapotengana hakuna furaha kabisa e, ndoa inapovunjika mm. Lakini je tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nie vijana, kaka zetu, mnajifunza kuwa waume wa aina gani? mm. Nadhani tubakie hapo tupate somo, yale mabaya tuache, mazuri yao tuyachukue. Lakini walitakaga bilioni moja wale kwa kusema ni uongo, Zaiylisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima na jana Zaiylisa mwenyewe amekiri kwamba mm. alitoka kwa wiki nzima. Ah, hii inaonyesha wazi kwamba aina ya kazi yetu pia ina ugumu wake, ina ugumu wake. Wana habari, tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego, sasa yale matusi. Eh? Matusi, <laughs> ndio namalizia kusema jumlisha yale matusi <laughs> hey, eh, jumlisha bwana, sheria kojiwa barua kubwa ambayo haijanifikia. hmm. Jamani, hii kazi ni mtego hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama, zungumza au andika vitu vya ukweli, usimsingizie mtu. Sasa, wajua wakati binadamu wanakutupia mawe, Mungu naye yupo anatazama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi, moyo wangu thabiti sana, mimi aba niseme ni, ni, wa, ni wasamehe ni, ni wasame, nishawasamehe lakini wabadilike, maisha yapo Yeah. Mm. Sasa maimatha mm. Sasa, kwa, kwa mujibu wa zile chats zile Dio, zile picha zao zile Instagram yeah, kwa sababu alivyokuwa wakijibishana maana, walikuwa mm. akikutupia maneno Instagram na ndoa hawa lakini yeah, maneno Instagram yeah, WhatsApp, huyu anamwambia mwenzake nilikupata kipindi mvaa vipedo, wewe unanida mm. Eh, hakuishia hapo, yaani passport plus na mavazi mm. Zaiylisa akasema alikuwa havalishwi na mumewe mm. ni makampuni yalikuwa akimvalisha mm. Mambo hadharani mm. Wanandoa hawa wasanii hawa tuambie neno hapa hapa. Ni hatari sana kwa mtu kama kaka yangu Haji Manara kuishi na mwanamke ambaye humnunulia hata ha, doti ya kitenge. Ni mtihani mkubwa sana. Aibu eh, aibu kubwa sana mtihani. Naweza kusema kwa kwa kwa, kwa ustaarabu mtihani mkubwa sana, na hii inapelekea mwanamke kuwa na tabia za ovyoovyo ovyo. mm. Mm, tabia za ovyoovyo ovyo. Na, na pia eh, sta kama Zaiylisa kujinadi mtandaoni mm. Eti kwamba yeye anavaa nguo za bure pia ni aibu. Mm, Zaiylisa kukutana kwake na Haji Manara Eh, tayari Haji Manara ni kama mgodi, kwa hiyo angetakiwa kutumia akili ya pili. Bado unaendelea kuvaa nguo za bure, yaani unazungumzia bure vipi? Kuhusiana na yale madini mlikuwa mna saini mikataba, ina maana yeye alikuwa hapati hela? mm -hmm. mm -hmm. mara kadhaa wanahabari mmeitwa mmewekwa -hmm. mezani, eh, kaka yangu akijitapa kwamba yeye ni balozi wa makampuni makubwa makubwa, kwa hiyo halipu hela basi yeah, hata kama analipwa anaondoka nazo. Mm, nazo basi, hata kama alikuwa anaondoka nazo, sio alikuwa anaenda na Zailisa mm -hmm. kwa hiyo Zailisa pale alikuwa anaenda kutembea tu hapati kitu. ha, lipo la kujifunza hapa, lipo la kujifunza. Zailisa ni mfano wa mabinti wengi. Watu weza kuwa wadogo zetu, e, ambao wanamtazama yale anayokosea Zailisa, oh, siafate Zailisa. amepatia na na nimesikiliza leo Mama wa Zailisa anasema Zailisa anakaa Sinza? Hapana mm. E, si kweli. <laughs> kweli Zailisa akai Sinza? wazungumze ukweli, wazungumze ukweli, wazungumze ukweli. Mtasema, lakini wazungumze ukweli. Zailisa akai Sinza? Ah, unataka kuniambia anakaa Kinyerezi mwisho? Ah, akai Sinza mm. Zailisa kweli hayupo kwa Manara <laughs> wameachana <laughs> <laughs> lakini Zailisa akae Sinza. Ah, tasema siku nyingine, lakini hakai sinza, na yeye mwenyewe Zai anajua um, um, hakai sinza na ni ishia yako, kwa maana walikuwa wakisubiria sikukuu na Ramadhani ishaili Zai aje kuweka hadharani kuwa yeye anasinto fahamu na Haji Manara, maana tumeona Ramadhani imeisha tu hapa, imeisha na sita uh, sikukuu tumecheza jana, kama tukosei juzi tumekutana, jana tu kishindo, leo mambo yamekuwa si mambo mitandao. Uh, hi hii ndoa, mgogoro lake ni la muda mrefu hawa watu wame, wameanza kugombana muda mrefu. Kilichokuwa eh, wamevumilia. Kilichokuwa kinafanyika ni vile ambavyo kaka yetu Haji anapenda kujitunzia heshima yake Mpum. Na mimi ndio maana anapenda kuendelea kumheshimu, anapenda kujitunzia heshima yake. Nikirudi kwenye familia yake hiyo hiyo, A, kaka Haji alikuwa na mtoto wake anaitwa Hamida, yaani kwa mfano <laughs> Ile siku ambayo tulizungumza mambo ya kwamba alitoroka nyumbani akaonekana ka, video yuko Hamida baba yake na, na na Zailisa mwenyewe mm. Ni kiasi cha kwamba kaka mkubwa aliwaita akawambia kaeni hapo, nataka nichukue video, lakini Hamida na Zai wamekaa kwenye video moja wakati hawaongeleshani na, na, na hii ni kutokana na inavyosemwa tabia za, za za za Zai, kwa hiyo uta, utajua tu kwamba ni nini ambacho kimeendelea, yes. Ndio kwamba Zai atakuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine kuvunja ndoa yake yeye mwenyewe, kwa sababu wa ajmarara pia amekataa kwamba anasingiziwa, kwa chat amesema anasingiziwa. <laughs> Uh, kakaangu atani atanisamehe lakini kwenye hii ndoa kaka yangu wa Haji e, sijui nitumie neno gani? Naweza nikasema amekimbiwa au ameachwa, yani kwenye hii ndoa kaka Haji ndo ameachwa e, kwenye hii ndoa <tipi> <Aa, tipi> wajua, ili mwanaume utoe talaka mm, eh, lazima tayari muwe mmeachana. Nani alimwacha mwenzie? <tipi> Zai E, Zai ndo kamwacha Manara, lakini jukumu la kaka Haji mm. ni kumpa talaka baada ya kuachana. so, visa alivyokuwa anafanya mm. eh, Zailisa matendo majibu mm. kasha toroka zaidi ya mara mbili mpaka tatu, mwana, mwana. na anaacha watoto, anamwacha mumewe eh? yani, yani kitu ambacho unafahamu kabisa kwamba mm. Zai hakuhitaji tena hii ndo. Unahisi kwa nini Zaiylisa alikuwa akifanya hivyo vitu? Sasa nakwambia mhudumi labda laki tatu, laki saba, <coughs> yeye alikuwa anataka yeye anapewa hata kwa wiki laki tatu like laki saba milioni. You never know. Vacations zilikuwa nyingi mara Zanzibar mara nini. Nakumbuka hata kwenye siku ya harusi ya Hamisa, pia siku ya mahari wakatoka kwenye mahari Zanzibar. Siri ya <coughs> <coughs> <coughs> mtungi aijuae kata Mi, habari nilizo nazo, kuna vacation moja ya kwenda nchi za nje, ticket ilikuwa ina jina la Ruby, ikafanya kukatwa. Ile ya mwanzoni mwanzoni, baada ya ndoa ikaandikwa jina la Zaiylisa. Sasa kabla ndo Ruby aliondoka, kwa hiyo kuna mambo mengine aliyaacha pale eh. Kwa hiyo kwa kwa habari zangu menyewe za uchunguzi na wenzangu E, tukaambiwa, mm, tunajua saa nyingine watu wa airport wana ushirikiano mzuri, mm -hmm. mm.